Kiserikali najua akishaongea mgeni rasmi hatuna muda, nitoe tangazo la kwanza. Tangazo la kwanza linahusu tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi mwaka huu ni siku ya uchaguzi mkuu wa kuwapata viongozi wa serikali e, tu, wakuwa, ni siku ya kuchagua madiwani e, wabunge na niombe siku hiyo watu mjitokeze wenye sifa ya kuweza kupiga kura, tujitokeze kwenye vituo vya kupigia kura kuanzia mapema sana, na ukishamaliza kupiga kura urudi nyumbani ukapumzike. Kwa hiyo tarehe 29. Lakini wale ambao walijiandikishia vituo tofauti na hapa basi wanaelekezwa mwisho ni tarehe mbili kufika ofisi ya msimamizi wa uchaguzi kwa ajili ya kujaza fomu namba 29 ili waombe, e, kumpigia kura rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Basi baada ya matangazo hayo, e, naomba sasa nichukue e, nafasi hii kumkaribisha e, mgeni wetu rasmi aweze kutumia wa

Sherehe woye, sherehe safi, wahitimu safi, walimuje? Na wazazi je? Mheshimiwa afisa mtendaji wetu wa kata, mheshimiwa afisa elimu kata yetu ya Makere.